Furahi nimewapongeza sana Simba kwa ushindi wa, kwa, kwa kutoka draw leo lakini wamekata tiketi ya kusonga mbele. Uh, muhimu ni kwamba tunaendelea na mashindano. Lakini nilisema mara ya kwanza kwamba timu zetu zimefanya vizuri. Wako baadhi ya watu ambao walisema safari hii tumekutana na wapinzani wadhaifu, lakini nadhani mmeona kwenye comeback za kila timu kuanzia mechi za jana zilikuwa ngumu, leo mechi ngumu maana yake ni kwamba timu siyo dhaifu kwa hivyo tunatakia kila la kheri kwenye hatua inayofuata mpaka uh, muda huu naambiwa Azam wanaongoza bao moja. Naamini kwamba Azam nao watafanya vizuri uh, tukutane sasa kwenye uh, raundi ya pili uh, timu ziende zikafanya vizuri zaidi kwenye robo fainali. Goli la mama kama kawaida litaendelea uh, kwa kiwango cha shilingi milioni kumi kwenye nusu fainali ni shilingi milioni ishirini. Yeah. Nachowaomba Watanzania tujitokeze kwa wingi kusapoti timu zetu uh, mahudhurio ya uwanjani kwa mechi hizi ambazo tumefanyia nyumbani angalau pale Azam Complex yalikuwa mazuri, lakini hapa Benjamin Mkapa ambapo Yanga na Simba wamecheza, najua kwenye Simba hakukuwa na mashabiki, lakini kwenye Yanga e, mahudhuria ya mashabiki hayakuwa ya kutosha. Kwa hiyo naomba sana Watanzania tuendelee kuzisuporti timu zetu. Hii ni moja ya mikakati ambayo tumejiwekea sisi kama nchi kwamba timu zetu zifanye vizuri, kwa kila mmoja anatakiwa atekeleze wajibu wake. Sisi wananchi kazi yetu ni kuja uwanjani tuzishangilie timu zifanye vizuri, wachezaji wafanye vizuri wote. Mmeona kwenye michezo hii ya pili jinsi ambavyo timu zimekuja zimekaza na zimekaza kweli kweli. Kwa hiyo maana yake tunakokwenda zitakaza zaidi. Kama ndivyo, basi ni muhimu sana mashabiki tuje uwanjani tuzishangilie timu zifanye vizuri. Na Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan, yeye yuko kwenye kampeni, anatafuta kura, lakini ametoa maelekezo kwamba tuhakikishe tunafanya kila lililowezekana, nalo timu zetu zifanye vizuri, na sisi tuko tayari kwa hilo. Asanteni sana, asante sana.